Kuna njia kubwa mbili za kujenga utajiri kwa haraka zaidi. Kama kujenga utajiri ni moja ya malengo yako, basi unapaswa kunisikiliza, na njia ya pili nitakokuambia ndio njia muhimu zaidi. Njia ya kwanza kujenga utajiri ni kufanya biashara. Ni ukweli kwamba kila mtu anaweza akafanikiwa kwenye biashara, tutategemeana ni aina gani ya, ya biashara ya kufanya. Na kama utakutana na mtu akakwambia biashara fulani inalipa ifanye, inabidi umkatae na uogope, kwa sababu kila biashara inalipa, na katika kila biashara yupo ambaye anamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo biashara na yupo ambaye hataki hata kuisikia. Kwa hiyo kabla hujafanya biashara, ni muhimu ukafanya biashara ambayo inaendana na wewe. Fanya biashara ambayo inaendana na passion yako, uwezo ulionao, area of competence zako. Na kwenye biashara hapa sizungumzi watu waliojiajiri. Ah ah, unaweza ukawa umejiajiri lakini haumiliki biashara ili tuseme unamiliki biashara, ni lazima uwe na uwezo wa kutoka kwenye biashara yako kwa miezi mitatu mpaka sita, na mambo yakaenda kama upo kwenye biashara. Kinyume na hapo, wewe unakuwa umejiajiri tu, haumiliki biashara. Njia pili ya kutengeneza utajiri ni kupitia hisa, na hapa kuna njia mbili za kutengeneza utajiri kupitia hisa. Namna ya kwanza ni wewe kuanzisha kampuni na kuuza sehemu ya kampuni yako, yani kuuza hisa za kampuni yako, na ili upate mtaji utakaokuwezesha kwa ajili ya wafanyakazi bora zaidi, utakaokuwezesha kupata fedha za matangazo kwa sababu ukubwa wa mtaji wa kampuni au wa biashara ndio utakaoamua ubora wa kampuni na ukuaji wa kampuni. Kwa hiyo wewe, una kampuni, una wazo bora la biashara, unaweza ukauza sehemu ya kampuni yako kwa watu na watu wakawekeza katika kampuni yako ukakua zaidi. Kila tajiri unayemfahamu wewe duniani aliuza sehemu ya kampuni yake kwa watu fulani, akapata mtaji mkubwa uliomwezesha kukua. Na njia pili ya kutengeneza fedha kwenye hisa ni kununua hisa, kununua sehemu ya kampuni zinazofanya vizuri vizuri. Hapa Tanzania kuna soko soko la la la la hisa hisa la Dar es Salaam, na wewe unaweza ukanunua sehemu ya ya ya kampuni zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kampuni unazoweza kununua ziko nyingi zilizoorodheshwa, kuna NMB kuna CRDB kuna Vodacom, TCC, TBL na nyinginezo. Kwa hiyo wewe unaweza kaangalia, inawezekana si kila mtu anaweza kufanya biashara, lakini wewe kwa kipato unachokipata unaweza ukanunua sehemu ya kampuni ya makampuni yanayofanya vizuri katika soko la hisa la Dar es Salaam na ukatengeneza utajiri.